Kwa sababu hii uh, Mombasa Republican Council inahusu wa pwani, utaniruhusu nitumie uh, lugha ya pwani ya Unguja, uh, pwani ya Tanganyika na pwani ya Kenya. Bwana Spika, waziri mkuu amekuwa shoga wangu kwa miaka mingi sana, yaani kwa lugha nyingine ya kipwani, rafiki. Bwana Spika, kwa sababu neno shoka ina maana ambayo pengine wale ambao wazungumzi Kiswahili ambayo ni kisanifu wanaweza elewa kwamba pengine mheshimiwa waziri mkuu na Mheshimiwa Makadara wako na tabia nyingine. Naomba kwamba mimi sijamaanisha matusi, bwana speaker. <laughs> najaribu kukusaidia tu, hilo, hilo neno unatumia una unaweza kutoa herufi zake uh, yes. H-O-G-A <laughs> mwana spika, jambo hilo ambalo liwazungumziwa ama shoga, rafiki wangu songo anavyotaja, ukifika kule Unguja ama Pemba, rafiki anajulikana kama shoga.